Kosovo imeingia kati ya hatua muhimu ya kisiasa baada ya kipindi kirefu cha mgogoro wa uongozi uliosababisha bunge kushindwa kufanya maamuzi makubwa. Kwa takriban mwaka mmoja, nchi hiyo imekuwa ikikumbwa na misuguano ya kisiasa tangu tangazo lake la uhuru wa mwaka elfu mbili na nane huku serikali zikibadilika mara kwa mara kutokana na migawanyiko ya vyama na mvutano kuhusu mahusiano na Serbia. Miaka hivi karibuni imekuwa na misukosuko ya mara kwa mara ikiwemo kuvunjika kwa miungano ya kisiasa, uchaguzi wa kurudiwa na mkwamo wa mazungumzo ya kidiplomasia, yaliyosababisha umma kupoteza imani kwa kiwango kikubwa. Katika uchaguzi uliofanyika Jumapili, chama cha waziri mkuu wa muda Albin Kurti kimejinyakulia karibu nusu ya kura zote na kufungua njia ya kusimika serikali mpya bila vuta ni kuvute kubwa kama miaka ya nyuma. Kurti amesema ataanza mara moja mchakato wa kuunda serikali, akiahidi kasi mpya, mageuzi ya kiuchumi, uwajibikaji wa serikali na kufufua mazungumzo ya kimataifa yanayohusu mustakabali wa Kosovo. Wachambuzi wameutaja ushindi huo kama ishara ya kiu ya wananchi ya mabadiliko na uthabiti baada ya kipindi cha sintofahamu cha kutokuwa na dira.